Karibu tena mtazamaji, tuelekee kaunti nambari mbili ambapo gavana wa Kwale Fatuma Achani ameamrisha kuendelezwa kwa zoezi la kupimwa kwa shamba la kijamii la Mwereni huko Lungalunga lunga. Zoezi la kupima ardhi hiyo ya hekari zaidi ya laki moja itasaidia kuwagawanyia wakazi elfu kumi shamba hilo na kuwakabidhi hati miliki. kama ni ile kuziana mmeuza wenyewe kidogo kidogo hapo, lakini ardhi ya Mwereni mgawanya, ukianza kila mtu ataangalia mipaka yao, mkiwa pale na maofisazi wakiwa pale, kama kuna kitu ambacho kina dispute maofisazi hawezi kuorodhesha hiyo mpaka mkubaliane.